A kwa majina, naitwa Jackson Abraham Chaula. Mimi ni wakili lakini pia ndiyo diwani mteule wa kata ya Mlandege. Uh, leo nilikuwa narudisha, narejesha fomu ya kugombea nafasi ya meya wa manispaa ya Iringa. Nimewiwa kugombea nafasi hii ya kuwa mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Iringa ili kuweza kuitoa halmashauri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Uongozi ni maono, maono ninayo fikra ninazo na uwezo ninao, kupitia nafasi yangu kama, kama mwanasheria lakini pia iwapo nitapata ridhaa ya chama changu kwa nafasi hiyo, basi nitatumia uwezo wangu wa kiubunifu wa kiakili wa kiuwezo kuhakikisha kwamba changamoto changamoto zote tunazitatua. Kwanza ifahamike, kazi ya kiongozi yeyote ni kuwaunganisha watu na sio kuwafarakanisha watu. Kama nitapata ridhaa ya nafasi hiyo, kama kiunganishi, naunganisha na nafasi yangu ambayo takwa nimepata kama nimepata ridhaa lakini pia uh, halmashauri pamoja na madiwani ambao madiwani hasa wao ndio wenye halmashauri.